akaja yeye wakavuta chini kisima kinaufa, afu mda huo narudi na kuta watu wamekaa nyumbani, ni msiba au ni nini? Nakuta ikabidi angalia mateso hayo yote kwa sababu ya ngazi na zile ngazi, hizo ngazi zinazichukia. Hebu sema amen hizo gesi, kwa hiyo inabidi tena niwe mlinzi wa nyumbani na nipate na elimu kwa wakati. Jambo kubwa huwezi kwa nakaka sana shuleni, wanipitia kila kitu, ni vitu na mama hawezi akatoka ngambo aje awaangalie, lakini nikwambie, tumbo bora huyo mama kama, badaya, hata kama ikatokea baadaye ikapoteza mtoto, alipoteza mtoto hata mmoja mimi ni mchungaji mwingine ni mchungaji sasa ni mchungaji makao makuu Dar es Salaam, ni mchungaji wa pili, ni mchungaji lakini vile vile ni mfanyakazi. Na mwingine ni form six, yule ambaye hajasua labda ni ndogo kidogo, lakini naye Mungu atampa neema baadaye, hata kama ukipita kwenye majaribu. Sifa ya mtu wa Mungu ni kutoa kitu kilichopimwa. Amina, usikate tamaa kusema mimi sina. Na ndiyo kuna mtu mwingine, mtoto asipopewa pesa Aa, niwaoneshe vijana hapa kanisani, kuna mtu anawaombea tu neema ya Mungu. Mwambie Mungu atajua atakavyofanya, kwa sababu kuna mbele ya dunia yetu inaishia hapa. Anasema, akili yako inapoishia, yake ndipo inapofanya nini jamani? Inapoanza shule. Sasa hebu sema amen. Baba mara mara doa kwa jina la Yesu, mwaka tena doa, kesho tena doa, doa kwa jina la Yesu, doa kwa jina la Yesu. Shetani kama akifanikiwa kukunasa katika sehemu ya ujana hauna opportunity nyingine ya kunasuka hivi unajua, hatima ya mtu inategemea umeolewa na nani. Hatima ya mtu, msikilize, hatima ya mtu inategemea umeolewa na nani. Hatima ya mtu inategemea umeolewa na nani na umeoa nani. Uliooa na ulioolewa naye ndio wa muhimu sana, lakini ni mama oa lingii, licha ya kuwa ni wa muhimu, maisha ya baadaye tena ni ya muhimu sana kama uliachukulia maamuzi kwa muda kama huu auj, kama uliutumia kwa ajili ya kuombea ndoa. Kuna mabinti hawasikii kingine. Tunaelewana?

E, siku ya kwanza kesho dibaga nio umelipa timu na ndoa, kesho yake umeapachia na mwingine, unaliku usichara wako na ndoa yako haiwezi kuja kwa salama. Kwa muda huu nataka wanangu liopo hapa, kuna muda akili msiiwekeze kwenye mambo yasiyofaa. Yani, tendo la ndoa ni la muhimu lakini halina umuhimu sana na hatima inayokuja baadaye. Baadaye unahitaji upate watoto. Baadaye unahitaji upate ndoa. Baadaye unahitaji use umeenda. Kuna miaka ukifika unataki kufanya kazi. Si tumelala. Kama mbona kama mmenuna jamani? Eh? Kuna miaka ukifika unataki kufanya kazi. Haya. Bibi Rusi. Unaanza kubeba zeki. Bibi yes, Rusi ana nyumba yake, ana kigoda chake, ana jiko lake. Ukimkuta ana kiti chake hicho kimoja ndo anacho kalia, ukifika ukambia chukua kile kiti chake. Kwa hiyo kuna huo uzee ambao utakuja kutokea, uliuchezea vibaya, utakosa hata ki, hata kibodi baba. Yani baba wewe unjui ile baba, nikwambie, sio maximum baba anampenda, anaweza kukupenda wapo.